Anayefuata waziri waziri, umekaa namie muda mrefu, umefanya kazi nzuri sana. Akiambua mama kaupiga mwingi na we umo, sababu wewe ndio mtu wangu wa hapa. Lakini kazi yangu ni kulea na kukuza, si kulea na kudumaza, na ndio maana wengi niliowalea na watoa, nawapa posti, nendeni kafanyeni, nasukuma vipaji mbele. Nimepiga jicho hapa nikamwona Blandina, Blandina hebu simama. Eh, huyo alipokuwa na mimi nikimwita maijirafu. Sasa nimempeleka tume ya mipango na nauliza anafanya vipi, naambiwa safi. Kwa hiyo hiyo ndio kazi yangu, kulea na kutoa, na nimetoa wengi, metoa kina Juma Mkomi, sasa hivi makatibu wakuu utumishi wanafanya vizuri. Nimetoa kina Felista, nimetoa magoti DC, mnakisikia huko kina Nguruma. Kwa hiyo kazi yangu mimi kama hatchery, halafu nalea halafu nawatoa nendeni, kakueni. Kwa hiyo babangu, nimekupeleka ukakue, lakini jengine unajua ninachokitaka, umekuwa na mimi kwa muda mrefu, unajua ninachokitaka. Kashirikiane na waziri wako waziri yuko. Eh, kashirikiane na waziri wako, nataka viwanda. Baseline yangu ni pale alipoacha Jafo, Ripoti yake kanaambia, kuna viwanda kadhaa vikubwa vidogo vya kati vya nini. Nataka na niwapime kwa idada, idadi ya viwanda nitakavyoleta nchini, kwa ukubwa wa biashara, utanuzi wa biashara tutakaokuwa tunafanya na nchi za jirani, lakini na nchi za nje. Hicho ndicho kipimo changu kwenu, kwa sikuwaweka pale mkacheke na wafanya biashara, mkacheke na wanaviwanda, mzunguke tu kwenye viwanda, hapana. Vutieni biashara vutieni viwanda. Kama hamjafahamu waziri, unajua vya kunifika, mchukue mwenzio waziri wako, njoni nikatukae, tueleweshane. Haya, nawatakia kila la heri, kazi njema. Wale waliofikiri labda tukiingia kutakuwa na pindua meza, mambo yaanze upya, hapana. Hii serikali inaendelea. Kwa hiyo kutakuwa na mabadiliko patches. Kubadilishana vituo kubadilishana sekta, hayo yatakuwepo, lakini mpaka mtu akithiri sana ndo atakaa pembeni. Asipokithiri tutakwenda pamoja, tutarekebishana, tutakwenda pamoja. Kwa hiyo kachapeni kazi, kafanyeni kazi zenu ha. Tanzania ina midomo mingi mikubwa, kila unalofanya linatafsiriwa sasa Likuwa naona mambo mengi eh? waziri katolewa eh? kiko wapi eh? Nachokuambieni nimelea amekuwa na muexpose kwenye sectors, ndicho lichofanya na wote niliowasogeza ni hivyo hivyo, nalea wanakuwa na wapeleka vengine, ningeacha adumaye na mimi hapa mikeshokutwa natoka, future yake iko wapi? Nimwache adumae na mimi hapa? Anayekuja atakuja na wakwake. Kwa hiyo acheni midomo ya uongo. Asanteni sana, asante, asante sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.